kile ambacho ee, wanahitaji kama ni huduma wakuzipata, kama ni fursa waweze kuzichangamkia. Kila laheri na Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa, anaitwa Francisco Mande, afisa maendeleo wa kata, natokea Ulaya wilaya y. Kwanza kabisa nipende kushukuru kwa kuweza kupewa vifaa hivi sababu hapo <coughs> awali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 Kufikia kwa kati, wa itali, kwa wakati wahitaji wananchi pamoja na jamii nzima, wa kurahisisha utendaji wa kazi. Na kweli kabisa tutakwenda kupafumka asilimia mia moja, kwa sababu hiki ndio kwa kitendea kikazi ki ambacho a kinakwamisha utendaji wa kazi, lakini kwa kuwa sasa tumepata basi, tutafanya kazi kwa ufanisi.